Come up next on stage. Eh eh, ni mshiriki nambari tatu anaitwa Daniel AKA Twiga. <laughs> Ngoja, kuna kitu umekifanya hapa. Kipi? Nimekipenda. Ah, baada ya kupiga saluti. Eh, kingine? Kingine? Namna eh, eh hiyo. Ah, habari za jioni mabibi na mabibi, mabibi na mabwana. Ah, kuna siku nilienda sehemu kuna siku nilienda sehemu moja hivi, nikakuta kuna kuna maulidi. Hasa pale kwenye maulidi, kila ustazi ana kikundi chake na kila kikundi kinakuwa kina ustazi wake. Sasa mimi nikaona hivi, nikikaa hapa kupata msosi itakuwa ni changamoto, ila nikikaa pale kwa wanafunzi wenzangu ni rahisi kuletewa kwa wakati. Kuna jamaa amekaa pembeni hivi, nikamwambia mimi niende pale, akanipa nikaenda pale kati nikakaa, msosi ukaenda, kapiga vizuri, hasa mwishoni mwishoni kila ustazi atakiwa asimamishe mtu mmoja kwenye kikundi chake asome dua moja inaitwa kunuti. Sasa akasimamishwa grupu la kwanza, grupu la pili, yule yule, yule akasema ustazi simama. Eh mimi, eh mimi wewe simama. Ah sijui sasa hapo naanzaje? Nikasimama kukaa hivi nikasema tu Bwana Yesu asifiwe, nilisikia kitu kizito tu hapa. Naja kuistuka hivi niko hodini na madripu, sijui nini kilitokea. Ah, tuachane na hiyo hapo, maana ningekufa kufa kuna. Ah, wadada wana tabia moja, mnaumizwa kwenye mapenzi na mwanaume mmoja alafu unakuja TikTok unasema wanaume wote ni mbwa. Hata mimi nakwambia hivi, mchukue mbwa wako mpeleke chanjo, maana unawaambia amekuumiza, sio sisi. Upo ah, mzuri wale nimekaa kibarazani na babu. Babu akaniambia hivi, Twiga, nenda kajifiche. Mwalimu wako anakuja leo tujaenda shule. Nikamwambia babu, kajifiche wewe maana mimi nimekata shule kwa umekufa, hata ukikukuta hapa ni noma. Asa yule babu akawa mbicho. Mwalimu pale akaja, akaniambia Twiga, si umesema kwamba babu amekufa, mbona yupo? Nikamwambia hivi, aliyekufa ni kaka yake, huyu ni mdogo mtu na maiti imesafishwa leo asubuhi kwa na kijijini. Kwa hiyo hapa tunasubiria waje na rudi shule. Basi mwalimu akanielewa, shughuli ikaishia hapo. Jana alikuwa anaangalia mpira wa Simba, Simba ikashinda, halafu mimi ni Yanga ni nyuma eh. Asa mpana oki, nimekifanya sijawahi kuvuta bangi. Nilivuta bangi, nilivuta bangi kiasi kwamba hasa ikagua hapa, nitakufa hapa, ikae nyumbani. Asa pale nyumbani tunafunga mifugo hii miwili. Tunafuga mbuzi mmoja na wawili, mbwa wawili. Hapo mimi nimevuta bangi, naambia nile nyama, nikasema hapa nakamata mbuzi na chinja. Kilicho nishangaza, asubuhi naamka, mbuzi yupo, kuna mmoja eh! mbwa mmoja hatumuoni, kama alikula mbwa, ila nafikiria nilikula nini? Mbuzi yupo, kuna mbwa hatumuoni, hiyo sijaji sana, acha nayo. Bwana Yesu asifiwe. Ah, kumbe mbwa Nafurahi kwanza kuwepo siku ya leo. Pia naona mkiwa vizuri mme mme nini mme mme inakaje? mme Mmedamshi eh, kwa Kisambaa Kisambaa anasema umedamshi ah. Wazungu wanasema white wa yani wote wanakuwa mfurahi ame na